Mama. Lakini tusionoma ndani ya familia anageuka kuwa mzigo. Zaburi ya 127, Zaburi ya 127 ule mstari wa tatu, Zaburi ya 127 ule mstari Tazami, wa tatu, tazama wana wanalio urithi wa Bwana uzao wa tumbo ni thawabu. Tazama mwana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Una waza leo sipo, nani atakayesimama badala yangu? Zamani tulikuwa tunafurahia ukizaa mtoto wa kike, unasema nime nimepata nimepata atakayenifunika kanga, nimepata atakayenifunika. Baba akipata mtoto wa kiume anasema nimefurahi, kwa sababu nimepata mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Mwanzo kumi na tano mstari wa kwanza mpaka wa tatu anasema baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia ni Ibrahimu Abraham katika njozi nikinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, e Bwana Mungu, utani

kama hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu alisema yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Huyu ni mzazi mwenye mfano wa kuigwa. Kama ni mbuzi alichinja mbuzi saba kwa watoto saba. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Amen. Kanisa, Amen. Fika mahali kama mzazi au mtoto uko hapa ambaye unajielewa. Hata kama malia wazazi wako wajaribu kufanya hicho kitu simama mahali palipokukuka kama uhali wa familia. Amen, amen. Amen, amen.